Hii ni shekhe wetu mwalimu wetu, pia ni rafiki, ni mwanafunzi wa baba wa mtoto maanake, alisemawote huko Tanga hu shekhe h ametokea Tanga mpaka hapa kwaajili ya kuja mimbili yake. Maanake hapa inaonyesha ni namna gani a watu naishi vipi tanwlnaishi, kafunga safari kutoka Tanga mpaka hapa kwa ajili ya kumsapoti gama wake mwanafunzi mezake

kwa ajili ya tajriba, kwa sababu nikitazama kwa watu wote wanajua zaidi kuliko mimi. Siku moja walikuwepo wanazuoni, kila mmoja ana chao chake, maana walikutana madaraka tu nihiriri katoa swala ikatakiwa watu wa swali ule mwanachuona akaambiwa, swalisha. Kila mmoja kaamsukumizia mwenzie, kila mmoja amsukumizia mwenzie, kila mmoja amsukumizia mwenzie, lakini mmoja akamwona mtoto anapita, akamsukumizia pale kibla alipoingia stau na wanafunzi wanaliona lile jambo, akaanza alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wana ile kijana mpaka swala ikaisha. Ilipoisha ile kijana akaondoka, na wanafunzi wanalishuhudia ile jambo. Wale wanazuoni wakasema a -a huyu aliyempitisha ndio kaswalisha sisi, hatumuhesabu kuwa akaswalisha. U kwa sababu alipokuwa akiheshimiana wanafunzi, akasema sukutukum hujatun lana, kunyamaza kwenu nyinyi wazee kwa yule mtoto alivyosimama kapuyanga puyanga katika swala hile, nyinyi mukanyamaza, basi sukutukum hujatun lana. Hiyo ndio limetokea hapa hivi leo, wazee mashekhe wamekutana hapa, kila mmoja ambaswalisha kona msukumizie ukijana mdogo atuswalishe. Kwahiyo endapo mtaona kuna sehemu kuna kuna mapungufu utanswame tuje katika hili jambo letu tuliokusanyika kwa ajili ya jambo hili. Kwanza nikupongeze ndugu yangu rafiki yangu, mwalimu wangu Sheikh Abu Bakri, kwa kufanya jambo hili kwa sababu, wa man yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub, na miongoni mwa sha'air Allah kumswalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vilevile ni mpongeze mwalimu wangu, mwalimu wangu Imran Tantawi, huyu ni mwalimu wangu

Ndio maana tukakusanyika hapa katika jambo la mtoto, kwa sababu mtume mwenyewe ni neema na ndiye alitwambia tazawa juwa juda ilwa duda fainni mukathirun bikum bikumu lumama yauma yaumalkiama. Baada ya kuwa ni neema kwetu, mwalimu wetu ukafata utaratibu, utaratibu wenyewe wanikah ukampata mtoto kama alivyosema Mtume, tazawadu lwaluda elwaduda fainni mukafirun bikum alumam yaum alqiyama. Ulipopata mtoto ukaona, haipendezi mtoto huyu kutimia kwake kwa arobaini ipice tu vihivi, ukaona watu wajumuike wa wamswali Mtume Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam, Mtume ambaye ametwambia tazawaju la duda fa fainni mukathirun bikum lumama yauma alqiama. Mungu akulipe, kwa sababu watu wanaojua wa mambo kama haya ni wachache sahizi. Ilikuwa wengine waweke mziki hapa, arobaini ya mtoto leo natugwa nyumbo mbalimbali na watu wanakula lakini wanapitia nyimbo mbalimbali wewe mbali. Ukaona hapana, itabidi. Je, madahtuka ya Rasulullah kumsifu mtume mtume ambaye huwa lhabibu ladhi turja shafaatuhu likuli hauli min alahwali muktahami yeye ndio kipenzi ambaye unatarajiwa uombezi wake likuli hauli min alahwali muktahami, katika vituko miongoni mwa vituko vyenye kusikitisha au kutisha siku ya Kiama, kwa baraka ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi insha allah tumombe Mwenyezi Mungu atunusuru katika vituko hivyo kwa kumkusanyikia katika jalsa hii Arbaini. Ni nini arbaini? Mawu wal arbaini ili kwamba mwanao atakapotimiza arobaini ufanye. Ni nini arobaini? Na ni ipi siri yake arobaini? Arobaini ina siri nyingi. Miongoni mwa siri, mtu hawezi kukamilika, lazima atapitia arobaini kabla hajaundwa, yaani hajazaliwa. Basi katika kuumbaumba kunapitia arobaini tena arobaini zilizopungua nne mpaka anakamilika, na akikamilika, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala siku ya saba anamfungua macho, na pale ndo wanazuoni wakasema inapendekezwa ufanye kitu kinachoita ilaqiqi Ufanye siku ile. Ukishindwa siku ya arobaini, kama leo umeshindwa hakiki fanya dua, kwa sababu ya arobaini ina siri. Miongoni mwa siri mwanadamu yeyote akamiliki ila akifikisha miaka arobaini. Mtu yeyote hawezi kukamilika mpaka akifika miaka arobaini, ndo anakamilika. Anakamilika akili, anakamilika kiwiliwili hapa inakuwa tu ananinepa kukonda basi, lakini kila kitu kinakuwa kishakamilika. Ndio maana utoka mwana mtu anakuwa na mambo fulani, akishafika miaka arobaini mwenye anabadilika, kwa sababu arobaini ina siri. Mungu anapomuumba mwanadamu anamkamilisha katika miaka arobaini. Akimkamilisha katika miaka arobaini, hazidi chochote, hapungui chochote, ila sasa anampa ofa ya miaka ishirini mya. Akishampa miaka ishirini ndo thumma radnahu asfala safilin, baada ya kuwa tayari ashamkamilisha na miaka arobaini. Kwa hiyo arobaini 40 ina siri. Mwalimu amegusa pazuri sana kwenye arobaini Miongoni mwa siri za arobaini kuna mawalii hao, dunia nzima wako arobaini tu, auliaullah wako arobaini tu, awazidi wala wapungui. Akipungua wa mmoja, anachukuliwa katika jalasati kama hizi, sehemu za kumswalia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sehemu ambazo mtume anasema idha marartum min riadhi ljanna fartau, mkipita katika mabustani ya peponi wingieni mule matunda. Masahaba wakamuuliza mtume wama riadhi ljanna, mabustani ya peponi ni yapi? Akawambia katika vikao vya zikiri, jalasati kama hizi za kukaa za zakumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, za kuona mwanangu katimisa arobaini, ili arobaini itumie, basi tumshirikishe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika jambo letu hili. Arobaini ina siri kubwa. Kwa mimi nakupongeza sana mwalimu. Sasa, kwa kuwa wakati umekwenda na tumeambiwa tutakiwa tuswali saa saba na dakika tano. Haitapendeza nikirefusha, naendele. Basi Abulwalidi ameniambia niendelee, lakini mi nilitamani tuende na wakati, kwa sababu sijui, tukazidisha ikawa ah, shida yule bwana. Kwa miongoni mwa siri za arobaini, hata dua yako kama hujajibiwa, hesabu siku arobaini, itajibiwa. Mitume walipewa utume katika miaka arobaini. Siri ya arobaini hiyo. Ikiwa kuna mawalii wako wawili tu duniani katika daraja hilo, hakuna mwengine. Moja, wawili, saba, arobaini akitoka kwenye mmoja wawili, hapa anasogea. Wa saba anakuja kwenye mbili, wa arobaini anakuja kwenye saba, anakamilisha hii arobaini. Akamilishwa na nani? Katika vikao kama hivi, anasogezwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio sababu ya yeye kutufanya sisi Ikawa tumejua ni kama hizi, ikiwa yeye ndio sababu na mwalimu wetu katukusanya kwenye arobaini, ikawa tusaijuwa arobaini, basi tujue pia umuhimu wa Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu tayari hapo tushafahamiana kwenye arobaini eh, na ubora wake like. kwahiyo bado kutekeleza tu, tumdue Mtume muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammadi ni neema kwetu. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni neema kwetu, hapana budi kukumbatia neema hii, kwa sababu wenzetu zamani ulikuwa mtu akipatwa kidogo na najisi, ima katika nguo au kiwiliwili chake, basi kinakatwa. Lakini sisi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna alivyokuwa ni neema kwetu, kusamehewa anambia tutia maji usi. Basi mtume ni nani? na neema Ibni na ata Ilahi Sakandar na maneno yake anasema: ma fakada man wajada wa ma wajada man fakada, hakukosa aliyempata mtume na wala hawakupata aliyemkosa mtume. Ukimwona mtu ana mashaka mashaka na jambo kama hili, kamkosa mtume. Kwa sababu kamkosa mtume, ndio bana anakuwa na mashaka mashaka na, kam kam, na, na, na majambo kama haya. Lakini mtu hasa aliyempata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akathibiti katika moyo wake, majambo kama haya anaweka mbele, kwa sababu ni shaairillah. Kama nilivyosema mara ya kwanza, ni katika alama za uwezo ala, wa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, uwetu wa Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Usifanye hivi tu kwenye arobaini, fanya tena. Hata ukiona tarehe hii ya kuzaliwa mwanangu, fanya tena tuite kama hivi tumsalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tupate anayopatikana. Ndugu mwano, ni sadaka japo ya ndama, lakini sadaka wenyewe anasema, sirru siruna fi taamina, sadaka ni ya mtume ile. Kwa hiyo diona hivi hivi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usitetereke, kwa sababu mafakada man wajada wa ma wajada manfakada. Usikaye tu ikawa, mimi nampenda mtume lakini bado hujaonyesha mapenzi naye. Miongoni mwa mapenzi ya mtume ni kufanya majambo kama haya, ukakusanya watu kama hivi, ukamswalia mtume. Wamaanailu lmatalibi bitamani, kwamba Mtume Muhammadi nampenda kwa kutamani tamani tu. Onyesha hata alama moja kwamba unampenda mtume. Fa huwa mustaghanun, mwenye kudhania kwa kutoa juhudi yake kwa ajili ya mambo ya heri anafika basi huyo ni mwenye kujikwasia, kwa maana kapata. Mwenye kuwakusanya watu kama hivi wakamsalia Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam katika arobaini, katika hakiki, katika jambo lolote la kheri, huyo kapata. Waman dhanna bighairi juhudi ya sulu, fa huwa mutamannun, na mwenye kudhania basi na juhudi, yeye ana kheri yoyote? ana kumsalia Mtume ana yeye kwamba leo mwanangu ni arobaini, nimfanyie jambo hili la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama, kama hivi basi. Huyo anatamani tu, hawezi kufikia matakwa. Wama nailul matalib bitamani, huwezi ukafikia. Lakini endapo unatamani, unampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mooni mwako ikawa amemjaza Mtume muhammadi sallallahu alaihi wasallam, inakuwa tayari ushapata wewe. Kwa sababu ya wakati na ninaona nyuso zimechoka, isiwe muda mrefu sana. Kama nilivyotanguliza, mimi ni mwanafunzi, hawa wote ni walimu wangu. Kwao endapo kuna sehemu mtaona mbona ilikuwa iseme hivi, kasema hivi, nipeni udhuru, khudhil akhaka udhuran walau kana mara mpaka hapa naishia. Wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Huyo <tuhu> ndo maadimkitenge huyo mwalimu wetu kutoka kule Tanga. Nilikuwa natamani na mimi kutilia hapo neno lakini kuna ule msemo wa Ibnu Ata'illah al-Iskandari alisema pia kwamba min ajabin ihdau tamrin lihaibara watalimi zaidi baadil faraida. Sasa kwa msemo huyo wa, naogopa kutia neno hapo, tunachosema kikubwa kime, kimefahamika hivi sasa Tutasomea haturi ya nne lakini haturi ya nne watu watakapokuwa wamesimama kiamu, baba le, a, na wimtoto. Wimtoto wa mtoto nilikwambia bibi kule anaandaliwa yule mtoto, umtoe hapa, mashekhe amemdegea na wazee wazeetea hapa. Kwa hivyo sasa hivi tutasomea, utasomea haturi ya nne tutasimama kiamu, haturi ya nne